Tanzania kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Simulizi ya msitu wa Rondo. Msitu wa mazingira asilia ambao pia ndani yake kuna msitu wa kupanda wa Rondo upo wilayani Lindi, katika halmashauri ya wilaya ya Mtama mkoani Lindi. Msitu huu pamoja na mambo mengine unakusanya vivutio vingi ambavyo vimekuwa vikitumiwa na wakazi wa mkoa wa Lindi na hata nje ya mkoa huo kwa ajili ya matambiko na hata sehemu ya utalii. Mtazamaji, kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki James Range, mimi ni msimulizi wako Ana Mwasioke, ambaye nakusihi tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Shamba la miti Rondo maliko katika mkoa wa Lindi na shamba hili lilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa na tisa chini ya utawala wa Kijerumani wa wakati ule wakiwa ni wakoloni wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa nchi hii. Kwa hiyo hii miti ikishafikia umri wa kuvunwa ambao ni miaka kumi na nane inauzwa kwa wateja ambao wale wateja wanaipeleka kiwandani kupasua kwa ajili ya kupata mbao. Zile mbao ndizo zinazouzwa kwa ajili ya kupaulia majengo na matumizi mengine kwa ajili ya ujenzi tuna kitalu chenye uwezo wa kuotesha jumla ya miche laki nne ambayo miche hiyo inapokuwa ndio inayokuja kupandwa katika maeneo haya ambayo ni eneo la serikali, lakini pia miche ile tunagawa kwa jamii, tunawagawia wananchi wanaozunguka katika eneo hili, ambapo tuna vijiji jumla ya vijiji vinane, ambao tunawagawia miche miti. Wana kijiji tunanufaika, mwenye shamba Masika yakishafika unaandika barua, unapewa majibu ya kuhitaji miti. Yaani inategemea na eneo ulilolima, kama ni eka mbili, eka tatu, unapewa fursa ya kupata miti. Kivutio kikubwa katika msitu wa mazingira asilia Rondo ni mti wa Nyerere ambao umekuwa ukitumiwa na watu wanaotembelea msitu huo kama dawa na inasadikika kwamba baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akienda eneo hilo kuchukua dawa. Samson Mweta ni mhifadhi wa shamba la miti Rondo. Hapa anaelezea namna ambavyo wanailea na kuitunza miti inayopandwa kwenye shamba hilo. kwa majina naitwa Samson Gaspar Mweta ni afisa uhifadhi mwandamizi, e, chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania, e, hapa tulipo ni shamba la miti Rondo, shamba ambalo liko katika mkoa wa Lindi, linasimamiwa na kanda ya kusini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania. Shamba hili lilianzishwa mwaka 1909 chini ya utawala wa Kijerumani, wakati ule wakiwa ni wakoloni wa nchi hii. Wakati ule msitu huu ulianza kama msitu wa hifadhi tu, lakini baadaye wale wakoloni wakaona waanzishe shamba la miti na ndipo ikapandwa miti aina mbalimbali katika shamba hili imepandwa miti aina mbalimbali, lakini kwa kiasi kikubwa ni miti jamii ya misindano ambayo kwa Kiingereza tunaita pinus caribea. Aina hii ya miti ina faida nyingi, lakini faida kubwa kabisa ambayo tunaweza tukaiona moja kwa moja ni upatikanaji wa mbao. Kwa hiyo hii miti ikishafikia umri wa kuvunwa ambao ni miaka kumi na nane inauzwa kwa wateja ambao wale wateja wanaipeleka kiwandani kupasua kwa ajili ya kupata mbao. Zile mbao ndizo zinazouzwa kwa ajili ya kupaulia majengo na matumizi mengine kwa ajili ya ujenzi. Lakini faida nyingine pia ya miti hii ya misindano ni utomvu. Kama mnavyoona miti hii inapogemwa hutoa utomvu ambao utomvu ule hutumika kama bidhaa kwenye viwanda. Katika viwanda vya madawa, katika viwanda vya ngozi na, na shughuli nyinginezo. Kwa hivi sasa shamba limeanza uvunaji na tunao jumla ya wateja kumi na saba ambao wote wamepata leseni katika shamba hili. Wanavuna magogo na kupasua mbao kwa ajili ya matumizi yao kwenye shughuli za ujenzi. Kwa majina anaitwa Joseph Kadege. Uh, ni mfanyakazi ni mwajiriwa katika kampuni ya A2A Tanzania International Company, ambayo hii kampuni inamilikiwa na Wachina. Tumeanza kazi za uvunaji wa utomvu kwenye mashamba hasa ya TFS Tanzania tangia mwaka 2017 mwezi wa saba, ambapo shughuli hii tumekuwa tukifanya mikoa mbalimbali hapa Tanzania, ambapo tulianza na mkoa wa Iringa tukafuatia mkoa wa Mwanza tukafuatia mkoba na mpaka sasa tupo mkoa wa Lindi ambapo kwa hapa Lindi tumeingia kwenye hifadhi ya msitu wa Rondo eh, almost ni mwezi wa tano, ambapo katika hii hifadhi ya msitu wa Rondo tumefanikiwa kuwekeza kwenye miti isiyopungua elfu sabini na maana yake tupo kwenye miti elfu themanini Wao TFS wanapambana sana na kutunzaji wa mali asili hasa miti. TFS anaweza akawa na miti labda elfu themanini lakini target yetu sisi inaweza kuwa kupata miti laki moja katika hifadhi hiyo ina maana yake tunazungumza na TFS kwamba kuna uwezekano upi, labda kama miaka miwili baadaye, kuna miti ambayo inakuwa haijafikia rotation age ya miaka 18. Kama ipo miti ambayo inaweza haijafikia itafikia miaka miwili baadaye, tunaweza kudiscuss nao wakaja kutongeza baadaye. Hii gundi ina matumizi mbalimbali hasa ya viwandani, ambapo cha kwanza ni kwenye masuala ya madawa, cha pili ni kwenye masuala ya hizi bidhaa za ngozi, cha tatu ni kwenye masuala ya rangi, hii hasa inayokaa juu ya barabara za lami cha nne ni masuala ya cosmetics, vipodozi na perfumes. Kwa jina naitwa muhifadhi mwandamizi Haji Msungu, nipo katika shamba la miti Rondo kitengo cha maendeleo ya shamba. E, katika tulibona, shamba letu kama tulivyoona, baada ya kuandaa miche yetu bustanini hatua inayofuata ni kuandaa shamba kulingana na mpango kazi wa mwaka huo kwa hekta tunazotaka kupanda. Mara nyingi tunaenda na hekta mia moja kwa mwaka. Shamba letu tunalifyeka kuhakikisha limekuwa safi. Baada ya hapo, tunalipima katika vipimo vya mita tatu tatu, kwa ajili ya kuhakikisha miti yetu inakuwa katika mistari minyoofu, kwa ajili ya kuweza kuihudumia muda wa kufanya huduma zingine za kuihudumia. Tukishaipanda miti yetu, kuna kazi mbalimbali zinazoendelea za kuihudumia, ili iweze kufikia katika ubora unaotakiwa. Miongoni mwa kazi hizo ni palizi. Miti hii kila mwaka tunataka kuifanyia palizi kwa kufyekea au kupalilia na majembe ili kuaisha iko katika usafi, kupunguza eh, competition au kunyang'anyana kwa chakula kati ya magugu na miti. Tukimaliza kazi ya kupalia ambayo inafanyika kila mwaka, pia kuna kazi ya kufanya kupogolea. Kupogolea au tunaita kupruni miti hili iweze kuwa na ubora, haitakiwe na ma matawi. Kwa kila ikienda miaka mitano tunapunguzia ma ma matawi pata miti iliyonyooka ambayo haina matawi ili kusudi ipate ubora wa gogo lililonyooka vizuri. Pia baada ya miaka kumi na moja miti kwa sababu tulipanda katika upana wa mita tatu tatu. Hivyo tunalazimika kuipunguzia ili ibakie miche miti michache na ile yenye ubora zaidi. Kwa tunaondoa ile miti ambayo either imepinda au ina matawi, imekaa vibaya, ambapo tukipanda katika hekta moja kwa ukubwa wa urefu wa mita tatu tatu kwa mti mmoja na mti mwingine kwenye hekta moja inaingia miti elfu moja mia moja kumi na moja kwa kwa hiyo baada ya miaka kumi na moja miti tutaipunguzia kwa kuondoa miti ambayo imepinda au imekatika ili tuweze kubakiza miti bora ipate nafasi na, na mwanga ili iweze kunenepa vizuri kwa hiyo tutakavyopunguzia kutoka miti elfu moja mia moja kumi na moja tutapunguza mpaka tunabaki na miti mia sita hamsini miti hiyo tutaiacha itakuwa mpaka umri wa miaka kumi na tano itakuwa tena anga lake limeanza kufunga baada hapo utaipunguza tena kutoka mia sita hamsini mpaka mia nne hamsini ilio, ilio, kukuacha miti yenye afya bora zaidi, ambao tunategemea kupata zao lilo bora zaidi. Miti hii itakavyokuwa mbao kufikia miaka kumi na nane ndio muda sahihi wa miti kuanza kuvuna, kwa maana hapo inakuwa imekomaa, imekuwa na ubora mzuri wa gogo na ubora ambao iliyokomaa. Kwa uvunaji wa miti hii tunaivuna ikiwa na miaka kumi na nane kwa hii aina ya paini au misindano. Miaka ya nyuma kabla ya kuboresha tulikuwa inaenda mzunguko wa miaka mirefu ilikuwa inaenda mpaka 25. Lakini kadri siku zinavyoenda na utaalamu unavyoongezeka na kupata mbegu za kisasa ndivyo tukaishusha mzunguko wake mpaka miaka kumi na nane kwa mantikio, miti hii tunayoivuna sasa hivi ni miti ambayo ina miaka 18 kwenda 19 na ndio imefikia ubora wa ambao inayofaa kwa ajili ya kuipeleka sokoni Inavofika muda wa kuvuna miti hii tunaipima ili kupata ujazo unaotakiwa. Baada ya hapo, tunakuwa tumetangaza marigafi zetu kwa wateja mbalimbali, ambao wanaruhusiwa kuomba kwa kujisajili kufanya biashara za mazao ya misitu na kusajili viwanda vyao. Kwa hiyo, tutapitia maombi yao na wafanyabiashara wenye sifa waliotimiza vigezo vya kuwa wavunaji wa mazao ya misitu tutawaita na kanao vikao na kuwaelekeza, hatimaye tawagawia ujazo kadri ya kila mmoja alivyoomba au kadri ya kile ambacho tumekipata baada ya kupima. Lakini hata hivyo tunapima miti hii ikiwa imesimama kitu tunaita standing volume, tunakadiria ikiwa imesimama kwa kutumia hesabu. Kwa muda wa kuvuna pia ni jukumu letu kusimamia wale wateja na kupima baada ya kuangusha mti kupata ujazo halisi. Kwa, kwa kukadiria tuliweza kuhisi atapata ujazo huo, lakini pia tukipima inabidi kila akikata tunampimia kupata ujazo halisi wa mzigo wake na utaratibu wa kuvuna ni kila akivuna tunapima mzigo wake na kumpa vibari au TP, transit pass, kuondoa magogo haya kutoka shambani kupeleka viwandani. Viwanda vyetu vyote vimefungwa nje ya msitu kwa ajili ya control nzuri ya uvunaji, tusiweze kuharibifu usifanyike au wateja kuvuna kuzidi kiwango alichopangiwa. Muda wa kuvuna atavuna, viwanda vyote vinafungwa nje ya shamba. Akishavuna tunampimia mzigo wake, anapeleka kwenda kuchakatia kiwandani ambapo viwanda viko nje ya msitu baada ya kumaliza akishapeleka kiwandani akachana mbao zake, akiwa anapeleka sokoni, kama anasafirisha, atauza mbao hizo, kwa sababu ana vibali halisi vya kufanya biashara hiyo. Lakini sisi kama wakala wa huduma za misitu Tanzania, tutampa kibali cha kusafirishia mizigo ile kwa, atapewa vibali hivyo ambavyo vitamruhusu kupeleka mzigo wake popote anapotaka kwenda kuuzia. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Kitalu cha miti kinacholifanya shamba la miti la Rondo kustawi kinahudumiwa na wakazi wanaoishi jirani na msitu huo. E, pamoja na shughuli ya upandaji miti lakini pia tunashughulika na uoteshaji wa miche ya miti, ambapo kama mlivyoona kule bustani, tuna kitalu chenye uwezo wa kuotesha jumla ya miche laki nne ambayo miche hiyo inapokuwa ndio inayokuja kupandwa katika maeneo haya ambayo ni eneo la serikali lakini pia miche ile tunagawa kwa jamii, tunawagawia wananchi wanaozunguka katika eneo hili ambapo tuna vijiji jumla ya vijiji vinane, ambao tunawagawia miche na mpango wetu ni kuwagawia miche laki moja kila mwaka, na tumekuwa tukifanya hivyo e, pamoja na faida ya upatikanaji wa, wa magogo kwa ajili ya mbao, lakini wananchi wanaotuzunguka pia wanapata ajira ambazo ni ajira za, za, za moja kwa moja za kufanya kazi kule bustanini, kufanya kazi za usafi katika mashamba, kama mnavyoona yanafyekwa. Wanaofanya kazi ni wananchi kwenye vijiji ambavyo vinatuzunguka ehe, kwa hiyo tunatoa ajira za muda mfupi kwa wananchi hao, lakini pia wananchi hao wanajipatia kuni, wanajipatia fito kwa ajili ya ujenzi wanajipatia nguzo kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zao. Kwa majina naitwa Hamisi Sefu Liamba ni mkazi wa kijiji cha Chikombe. Nipo huku kazini. Huku tunakuja, naomba kazi, unapata kazi. Kama mimi nafanya kazi ya kumwagilia hii bustani. Asubuhi namwagilia, mchana naendelea kazi za hapa bustani. Na jioni pia namwagilia. Ila ni wenzangu pia wa mabinkubwa, vijana, vimwali wanakuja kufanya kazi ambazo endelezi za huku. Wanapiga shughuli za huku kama hivi unavyowaona wanashindia makapu na wengine wanapanga makapu. Ndio hivyo tena, tunaishi kwa huu mradi, unatufaisha tu, una una kupitia mambo mengi, mama zetu wanasomesha, bibi zetu wanasomesha, na pia tunapata miche. Wapo watu wana mashamba wanakuja huku, unaomba miche unapata miche, ukipewa miche unapanda. Maisha yevu yanaendelea. Na tunapata elimu pia kuhusu masuala ya moto. Kwa mfano kama sisi vijana, ujue vijana wanaongoza sana kutiatia fujo labda mambo ya moto. Ila kupitia mradi wanaweka bonanza kupitia kata zote. Leo bonanza la mpira unafika kwa mfano kijijini pale, wanakuja na spika zao, wanatuita vijana wote, tunahamasishwa kuhusu masuala ya moto. Kwa hiyo tena tunapata kuelewa kupitia huo mradi. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kutupatia mradi kwenye chanzo chetu cha hiki kijiji Chikombe. Tunawaomba waendelee kuona moyo huo huo. Kupitia umradi miti, wana kijiji tunanufaika. Mwenye shamba, masika yakishafika unaandika barua, unapewa majibu ya kuhitaji miti. Yaani, inategemea na eneo ulilo lima, kama ni eka mbili, eka tatu, unapewa fursa ya kupata miti. Kwa hiyo unaje unapanda shambani kwako la unapanda kwenye eneo la nyumbani kwako na ndio mafanikio ya bustani. Kwa jina naitwa Ismaili A. Obela, mkazi wa Chikombe. Niko hapa bustani kikazi zaidi. Kazi yetu hapa sisi ya bustani ni kama vile sisi tunapanga viliba. Hii kazi hapa inatupa mafaa, manufaa mazuri sana, mona. Kwa sababu gani? Tunasomesha, mona tunapata kujikimu kimaisha. Kwa kweli tunashukuru sana huu mradi kuwepo hapa. Na maana inatusaidia vya kutosha. Tofauti na awali. Yaani sasa hivi tuna manufaa mazuri. Mwenye akili mzuri anapata kujenga, mwona. Kwa hiyo maisha yanaenda. Mwenye akili mzuri, kama hivyo nilivyosema, anasomesha sana, mwona, watoto wanaenda shule, wanapata kula, wanapata kuvaa, mwona, kwa kutumia huu mradi. Kwa hiyo tunashukuru sana kuwepo kwa huu mradi. Mimi naitwa Jamali Muhamedi Mbonde, wahifadhi shamba la miti Rondo. Ndio, ndio nchaji wa kituo hiki cha uzalishaji wa miche ya miti. Kutokana na kitao hiki kinasababisha chanzo cha maji kuwa na usalama, watu hawafanyi uharibifu wa kukata miti, kuchoma moto. Kwa hiyo mambo ya hapa yanaenda vizuri na watu wananufaika. Kingine, baada ya miche kukua, miche mingine tunaanza kupeleka miche kwenye shamba letu, na wananchi wanapata huduma ya miche kutoka hapa. Pia sio hapa tu, tunahudumia jirani zetu. Kwa mfano watu wa Mtwara wanakuja kuchukua miche hapa. Rwangwa Masasi nao pia wanapata huduma kutoka hapa. Kwa majina naitwa Mwidini Bakari Saidi ni forest guard wa shamba la miti Rondo. Ina maana nipo hapa kama msaidizi wa masuala ya bustani, kwa hiyo tuko na hawa wananchi ambao wanatufanyia hizo shughuli zetu. Nipende kushukuru huu mradi, huu mradi umetubadilisha sana, wananchi wa hichi kijiji Chikombe, au tuseme na wananchi wtuliezunguka ulietu huu mradi, cha kwanza wametuelimisha swala kubwa kuhusu utunzaji wa mazingira hapo zamani tulikuwa tukilima mashamba yetu msimu kama huu tunalima, tunavyofika mwezi wa kumi wa kumi na moja tunachoma tu moto yale mashamba ili kupata shamba. Lakini sasa hivi tumebadilika, mtu unaweza ukalima shamba lako na ukaliogopa mwenyewe shamba lako kwenda kulipiga moto. Kwa hiyo lazima kwa lazima utoe taarifa kwa wahusika wanaohusiana na masuala ya ulinzi na usalama kwenye masuala ya mazingira. Wanatupa somo pale, wanakuja pale kwenye lile shamba lako, basi wanakuelekeza jinsi ya kuchoma na wao wakiwepo. Kwa hiyo tunaangalia usalama mzima wa kuhusu moto. Kwa hiyo sasa hivi kuhusu moto tu uko vizuri, kupitia huu mradi uko vizuri. Ndio nilikuwa na hilo, lakini pia huu mradi unanufaisha. Kuna watu, baadhi ya watu wana mashamba yao huko kijijini, wana mashamba binafsi, na maana wanakuja hapa wanapatiwa miti bule, unaenda unaandaa shamba lako unapanda. Kwa hivyo nadhani baada ya miaka mingapi, kila mtu atakuwa anaona matunda ya huu mradi. He, ila kwa sasa napenda kushukuru tu huu mradi nashukuru tena, naomba huu mradi ungekuwa yani, uwe tu endelevu miaka na miaka. Nadhani maana toka mimi wakati nazaliwa hapo nyuma mtu alikuwa anaenda anachoma tu moto hivi yani, haogopi anachoma moto anapita kutega ndege. Yani, mkishaungua anapita kutega ndege. Lakini sasa hivi yani zaidi ya miaka kumi na sijawahi kuona moto unawaka tu hivi unatembea huko eti mtu amechoma tu, ana sababu za msingi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa huu mradi umetubadilisha vya kutosha sana. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Baada ya kusikia mengi kuhusu shamba la miti la Rondo, sasa tuangazie msitu wa mazingira asilia ya Rondo ambapo msitu huo upo enzi na enzi na kwa miaka yote umekuwa kivutio cha utalii kwa wakazi wa mkoa wa Lindi. Karibu katika hifadhi ya mazingira asilia ya Rondo. Kwa jina ninaitwa Six Mbwega Sanani ni afisa utalii katika hii hifadhi pendwa ya mazingira asili ya Rondo ambayo inapatikana katika mkoa wa Lindi. Katika hifadhi hii pendwa tuna vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana katika hii hifadhi, lakini sambamba na hiyo tunafanya uhifadhi wa hivi vivutio vinavyopatikana katika hifadhi hii. Katika vivutio mojawapo ambavyo vinawavuta wageni wengi kuja kutazama hifadhi hii pendwa ya mazingira asili ya Rondo, tuna mti maarufu unaitwa mti wa Mwalimu Nyerere. Mti huu pia ni mashuhuri kwa wageni wengi kuja kutembelea na kuutazama huu mti, kwa nini kupata kujua kwa nini Mwalimu Nyerere alipita kuutazama huu mti na kubandua gamba la mti. Lakini, ukiachilia hivyo, kutokana na umaarufu wa Mwalimu Nyerere, imepelekea watu wengi kuja kuutazama huu mti na kupata kubandua gamba la ule mti, ili inasadikika, lile gamba la ule mti ni dawa. Lakini, ukiachilia kivutio hicho pia katika mandhari ya msitu wa mazingira asilia ya Rondo tuna mabonde ambayo yanatupa fursa nzuri ya kuangalia uwanda mzima jinsi yanavyokuwa yanaonekana. Lakini sambamba na hilo tuna bonde ambalo linaonesha uzuri wa mandhari, lakini pia tunaweza tukapata fursa ya kutazama namna gani jua linavyokuwa linachomoza. Hili bonde linaitwa bonde la Mchijidi. Lakini kuna bonde lingine ambalo linaonesha ni namna gani jua linavyokuwa linazama liko katika bonde la Nanyoro. Yote hii iko katika hifadhi pendwa hii ya Rondo, hifadhi ya, ma, ya mazingira asilia ya Rondo. Lakini ukiachilia hilo, tuna vivutio vingine ndani ya msitu huu wa mazingira asilia ya Rondo. Ukiachilia mtu wa Mwalimu Nyerere ambao ni maarufu sana na mashuhuri, nyuma yangu kama unavyoweza kuona, ni mti maarufu kwa Nyutonia buchanini katika jina la kigeni lakini unavyoweza kuuona huu mti ni maarufu na unavutiwa kwa kuja kutazama na wageni wengi, kwa kuangalia upekee wa mizizi ilivyojitokeza nje na huu mti. Kutokana na mazingira ya hii mizizi, inatoa fursa pia ya kuhifadhi maji katika kipindi cha mvua na wanyama, wakati wa kiangazi kama tembo, chui na wanyama wengine wadogo wadogo huja kutumia hayo maji na kuwa kuepukana na kiu katika kipindi hicho cha kiangazi. Kiachiria hilo pia ndani ya msitu huu wa mazingira asilia Rondo, ya Rondo, mandhari ya kipekee tuliyonayo inatoa fursa nzuri ya kuweza kufanya utalii wa matembezi, yani, kufanya walking safari. Utalii wa matembezi huu huwa unafanyika ndani ya msitu wa mazingira asilia ya Rondo kwa kuweza hata kuvua viatu kuweza kufanya uhusiano wa ardhi na mwili kwa maana tunasema inakuwa inaratibu katika mfumo mzima wa afya unaweza kukaimarika, kuhusanisha ardhi na mwili. Lakini pia katika ndani ya huu msitu tuna mimea mbalimbali ambayo pia inatoa fursa, ni mimea ya dawa. Tunatoa fursa kwa watafiti mbalimbali ma researchers tunasema watafiti, researchers, wa ambao ni watu binafsi na ambao wanasoma kuja kufanya utafiti wa mimea ambayo imesheheni katika huu msitu wa mazingira ya asilia ya Rondo, ambayo imesheheni mimea mbalimbali ya jamii mbalimbali. kwa majina ni Rasto Eliza. Liza ni muhifadhi wa hifadhi ya mazingira asilia ya Rondo Kutokana na utunzaji wa msitu huu, ni msitu ambao umekuwa una manufaa kama vile ya kuratibu hali ya hewa, kama vile mvua zinapatikana. Lakini pia jamii inayotuzunguka inanufaika moja kwa moja na msitu wetu, kwa kama vile ajira mbalimbali mbali zinapatikana ndani ya hifadhi, ikiwemo kusafisha mipaka, kusafisha barabara za ndani. Kwa hivyo wananchi wananufaika. Kuna, kuna baadhi ya huduma pia ambazo huwa tunazitoa kwa vijiji vinavyozunguka hifadhi, kama vile huduma za kijamii ikiwemo ni pamoja na kuchangia huduma za kijamii kama vile zahanati na vitu vingine. Kwa, kwa maana hiyo tunatoa wito kwa jamii zinazotuzunguka kuendelea kuhifadhi hifadhi hii kwa sababu ni hifadhi ambayo imekuwa ina manufaa kwao. Karibuni sana katika hifadhi yetu pendwa ya mazingira asilia ya Rondo, tupate kufurahia na kufurahia mandhari ya msitu wetu. Mtazamaji wa Tanzania ya Kijani, hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki na ni matumaini yangu kuwa umepata kwa uzuri simulizi ya msitu wa mazingira ya asilia ya Rondo uliopo wilayani Mtama mkoani Lindi. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki James Range. Mimi ni msimulizi wako Ana Mwasioke. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Tanzania kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.